Maoni no, yangu ni kwamba Chadema mbona wamechelewa kusitisha hayo maandamano na hiyo mikutano ya hadhara isiyokuwa na tija? Wamechukua muda mrefu kubabaisha watu, kuwasumbua watu, kutangaza maandamano yasiokuwa na kichwa wala miguu. Na mimi nawashukuru kwamba wame- wameona wame, wame wametambua kwamba maandamano ya jengi nchi ni kufanya hadhara ya jengi nchi. Wafanye kazi, wafate mfano wa Rais Dr John Pombe Magufuli. Rais anaangaika na madawati, rais anaangaika na maji, rais anaangaika na kilimo, anakusanya kodi. Wao wanababaisha kwa maneno. Kwa hiyo wakiendelea na hiyo tabia ya ubabaishaji ya kukalia maneno yasiyokuwa na kichwa wala miguu, inawezekana wakawa wanajizika wenyewe. Kwa hiyo wala siwezi kuwapongeza, kwa sababu wala hawana ushujaa wowote waliofanya. Wali wafikikili wanaweza kuendelea kuwababaisha watanzania na kuwapotezea muda wao. Hakuna mtu yuko tayari kuweka amani yao rehani kwa amini kwa muda. Hakuna mtu ataruhusu maendeleo yasiyokuwa na kichwa wala miguu katika nchi hii. Wasahau maandamano. Kama wanataka maandamano, watafute nchi ambazo zinaruhusu ayo maandamano, waende huko, lakini sio kutusumbua. Tunataka maendeleo, wangojee mpaka elfu mbili na ishirini.